Hujambo na karibu kwenye show za kimataifa hivi sasa e, uelekeo ni moja tu, nchi ni moja kwa hivi sasa inayozungumzwa, ite Misri, eneo ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wamefika Kairo kuelekea eneo ambalo mchezo utachezwa dhidi ya Almasiri ambao ni wenyeji wa mchezo first leg hatua ya robo finali ikiwa ni knockout stage. Heavyweight ye, ukipitia kwenye ukurasa wake wa eh, mitandao ya kijamii amekwambia hili ni juma la kimataifa, na ndivyo ambavyo amelikaribisha, na sisi tupo kwake kupata nyingi rekodi kuelekea mchezo wa Simba Sports akiwa ardhi ya ugenini dhidi ya Almasiri aliyako. Iko vipi hevi? E bana, kwema, mambo anasemaje? Salamu uko vizuri kaka. E bana, ya namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanakwenda na kwa upande wangu leo ni siku ya Eid. Nimesherehekea leo <laughs> Eid al-Fitr. Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeshiba hapa mapochopocho mengi, Taqabbal Allahu minna wa minkum. Vitu uh, vya kawaida Mambo yamekuwa mengi sana na tumepata wasaa kuyazungumza. Uh, kwenye hili nikataka nikupate ili tuangazie sasa mchezo wenyewe. Uh, leo tuna hesabu, zimesalia siku mbili kuelekea mchezo husika yeah. Maandalizi ya Simba Sports Club kwenda kukabiliana na Al-Masry umeyatazamaje? Of course maandalizi mimi sijayatazama mm, lakini tunaamini Simba Sports Club wanaelewa uh, ni aina ya mpinzani gani ambao wanaenda kukutana naye umeelewa na kwa bahati nzuri au mbaya ni kwamba mi nimepita mitandaoni sawa. Uh, nimepita mitandaoni nimegundua kwamba watu huu mchezo ni kama hawauoni ya, yeah, ni kama hawauoni yani, kuna vitu ambavyo vinadiskasiwa ambavyo ukiviangalia havina mantiki yoyote, kwa sababu mwisho wa siku uh, wale, wale mashabiki pamoja na wadau wa soka ndo wanakuwa ni walaji wa taarifa. Sasa watoaji wa taarifa kwenda kwa walaji wamekuwa wana discuss vitu vingine vingine as if, eh, of course, as if kama uh, timu timu pekee ambayo inawakilisha nchi kwenye michuano ya kimataifa haichezi. Ili jambo linanisikitisha sana. Imagine mtu anadiscuss sijui try again, anaendesha gari ya bilioni hamsini, mm -hmm, sijui mangungu, sijui gari yake haiwaki, sijui yani, kuna vitu ambavyo wanadiscuss havina mantiki, wakati Simba Sports Club anakwenda kucheza huu mchezo mkubwa. Sasa na, wa, na, na, na kushukuru kwa kuja kunihoji kuhusiana na huu mchezo na of course ni, ni mchezo ambao ulitakiwa upewe kipaumbele kwa sababu uh, Simba kama Simba ndio timu pekee zilikuwa nne imebaki moja, Simba Sports Club ambayo inawakilisha nchi na uh, kwa biidhnillah tunasema uh, tunaamini inaweza ika progress kwa maslahi mapana ya taifa. Sio kwa maslahi mapana ya mashabiki wa Simba, no. Kwa maslahi mapana ya, ya taifa. Kwa hivyo naamini Simba Sports Club wana maandalizi mazuri na wanakwenda kukabiliana na mpinzani mgumu kiasi fulani, lakini sio kwa renki za Simba, lakini ni mgumu kwa ushindani, kwa sababu mind you, sasa hivi naanza kusema hivi vitu mapema kabisa, mapema kabisa, kwa sababu kuna aina ya watu wawili. Kuna mimi ambaye na visema before match natoa insights za mchezo na elezea wapinzani wapo vipi, alafu kuna wale wengine ambao wao wanasubiri matokeo waje na ajenda mbili. Simba ikishinda, utasikia Almasri sio ile Almasri sijui nayo ilibadilisha kikosi chake. Almasri walibadilisha kocha kutoka sijui Ali Merei pamoja kuja kwa Asin hawajapata muunganiko. Okay. Alafu waki, Simba ikitokea labda amefungwa ame, ame, ame um, wanarudi kwenye mambo ya wa kikosi. Wana kikosi cha bilioni tano wale. Eh, oh, ok. Hey, wana kikosi sijui <AMBKLe> yes. Yani, kuna wachezaji pale wa, eh kuna wachezaji sijui wana wameshawahi kuchukua ubingwa wa Afrika pale. Sijui hmm. Yaani kuna aina fulani ya uchambuzi. Ko unakuwepo baada ya mechi lakini kabla ya mechi ni design kama mechi hawaioni. Sasa hivi vitu eh, sio vizuri lakini mimi acha niwape tu insights, ni kwamba Simba wanaenda kucheza na mpinzani ambaye kwenye hatua za robo finali nne ambazo wamewahi kucheza toka mwaka 2018 imefanikiwa kufunga goli kwenye ardhi ya nyumbani. Okay. Umeelewa? Kwanza alivyowahi kumfunga USM Alger mwaka 2018, nje ndani, alishinda moja bila kwake na akashinda kwa the same number of goal dhidi uh, dhidi yake uh, uh, Algeria. Manake the same margin, lakini akaja akacheza na Rais Berkane mara mbili mwaka 2020 na 2022. 2020 aliweza kutoa naye sare ya mabao mawili kwa mawili e, pale Misri na 2022 aliweza kutoa saa, kumfunga mabao mawili kwa moja. Tafsiri haraka haraka ni kwamba, e, Al-Masry akiwa nyumbani uwezekano wa kupata goli ni ni mkubwa. Sasa Simba Sports Club nafikiri wanatakiwa wawe makini kwenye eneo hilo Sawa, na unajua, unavyomwambia tu kwamba anapata goli haitoshi. Simba Sports Club ana madhaifu fulani ambayo wanabidi ayarekebishe ya before kuingia kuwakabili wale Al Masry, of course, na ndio vitu muhimu vya kumwambia Simba Sports Club of course, umeelewa. Nafikiri unajua kwamba Simba wameruhusu mabao mawili kati ya wale manne ambao wameruhusu kwenye michuano ya kombe la shirikisho, mawili yametokana na blanda kwenye build up. Nafikiri unajua dhidi ya uh, FC Bravo de Macuse katika sare ya bao moja kwa moja kule Angola uh, lakini dhidi ya CS Faxier hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, haya mabao mawili yote Simba walifanya blunder uh, kwenye build up wakati wa kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma, manake mpaka kwenda kuzalisha mabao, au sio? Nafikiri Simba Sports Club hapa wanatakuwa wawe makini sana kwenye hilo eneo, kwa sababu mind you uh, Al-Masry msimu huu Nafikiri kama watu wamefuatilia mchezo ambao ulichezwa Novemba 8 ya mwaka 2025 hii dhidi ya Al Ittihad Alexandria, ambapo Al Masri waliweza kuondoka na ushindi wa mabao mawili kwa moja katika dimba la Boje la Arab uh, waliweza kufanya blanda wale Al Ittihad kupitia mlinzi wake Abdallah Bekri ambaye aliweza ku miscontrol mpira kwenye build up ukapelekea Khalid El Gandwi kuweza kuwin ule mpira na kuweka pasi kwa Karim Bambo ambaye ameweza kufunga bao kwa tafsiri haraka haraka ni kwamba wanaweza wakanufaika na makosa ya blanda kwenye build up kama ambavyo usipoweza kujirekebisha. Kwa hiyo Simba Sports Club, nimewapa hiyo, wanatakiwa wawe makini sana kwenye, of course, wawe makini sana na vile vile. Nafikiri unajua kwamba katika miongoni mwa mabao ambao wameruhusu msimuni, pamoja na bao lililotokana na impact ya mpira wa kona dhidi ya CS Constantine kule nchini Algeria kapelekea uh, uh, Abdrazak Hamza beki wakati hu kuweza kuji, kujifunga. Mind you, naweka msisitizo, Al-Masry wanamwamba, anaitwa Salah Muhsin, amefunga mabao matano kati ya mabao saba kwa kichwa. Manake, tafsiri ya haraka haraka ni mchezaji hatari sana kwenye kichwa. Na hat-trick yake ambao alifunga dhidi ya Modern Sports Machi nne mwaka 2025, yote amefunga kwa kichwa, na katika hivyo vichwa moja amefunga kwa mpira wa kona, ambao kona ilipi, iliweza kupigwa na Amri El Saadawi mm, e, na yeye akaweza kumalizia okay. Katika hiyo hat-trick yake amefunga bao la kona, amenielewa? Of course mchezo nao pia ulichezwa katika boja la Arab katika dimba ilo maarufu kabisa kule nchini Misri. Sawa eh? Lakini pia niwakumbushe katika mchezo ambao ulichezwa Januari 16 ya mwaka huu dhidi ya Farco, Farco wakiwa nyumbani, au sio? uh, Al Masry aliweza kushinda kwa ushindi wa bao moja sifuri. Sio unanielewa? Of course, uh, bao liliweza kufungwa na midfield maestro anaitwa Mohamed, uh, Makhlouf, uh, na kona iliweza kupigwa na Hassan Ali fullback wa kushoto. Kwa hiyo, kwa tafsiri haraka haraka Uh, jamaa mipira ya kona ni watu wazito. Sio unanielewa? Mm. Eh, Hassan Ali alipiga cross alafu Makhlouf akafunga yeah, eh, bao pekee kwa mpira wa kichwa kupitia impact ya mpira wa wa kona. Sio unanielewa? Lakini si hivyo tu, mechi inayofuatia baada ya hiyo ya tarehe 16 mechi nyingine ilipigwa tarehe, tare 23. Umeelewa? Yeah, ilipigwa tarehe 23 dhidi ya Petrojet ambapo waliweza kupoteza Almasri mabao mawili kwa moja na, na mchezo huu ulipigwa katika dimba la Suez Canal ambao ndio Simba wanaenda kucheza Ma, wa, Petrojet walishinda mabao mawili kwa moja. Of course Petrojet walikikanuni walikuwa nyumbani na Almasri wao waliweza kupata consolation. Umenielewa? Waliweza kupata consolation kupitia kwa mlin, mlinzi wa kati uh, Khalid Sobi. Umenielewa? Kwa mpira wa kona. Of course mpira ulipigwa na Samir Fekhir ambaye sasa hivi yuko katika kikosi cha Al Ittihad Alexandria kwa mkopo. Kwa hiyo nimetaja aina, uh, nimetaja mabao matatu ambayo yamefungwa kupitia mipira yeah, ya kona. Umenielewa? Lakini nafikiri pia unakumbuka una, una eh, katika mchezo dhidi ya Enyimba katika sare ya bao moja kwa moja. Hamada na eh, Khalid El Zandwi waliweza kubadilishana pass na eh, Khalid El Zandwi waliweza kupiga cross ambayo iliweza kutumika vema na mlinzi wa kati Hashim Mohamed na kuweza kufunga bao ukijumlisha haya anakuwa manne overall, kwenye ligi Egyptian Premier League pamoja na CAF Confederation Cup, Simba Sports Club wawe makini na mipira ya vichwa, especially mipira ya kona, otherwise wanaweza waka concede bao. Hivi ni vitu ambavyo huwa na visema, alafu kuna muda vinatokea. Nafikiri watu wanabidi wafuatilie kwa umakini eh, huwa navi, visema hivi vitu vizito, na mara nyingine vinatokea, lakini mind you, kuna bao ambao waliweza kufunga CS Constantine kule nchini Algeria, likifungwa na Ibrahim Dib captain lilitokana na impact ya mpira mrefu kutokea eneo la build up la CS Constantine, uh, ukachezwa na Kibu Denis, nafikiri uh, uh, uh, ule mpira uka, kama second ball na Ibrahim Dib kuweza kumalizia. Kama utakuwa huwezi hu, kudil na mipira mirefu ukaiwin na kuiklia kwenye eneo lako, basi kwa namna moja au nyingine, unaweza ukajikuta bao. Nafikiri watu wanakumbuka katika mchezo dhidi ya Black Bulls Maputo kule Msumbiji e, mpira mrefu kutokea nyuma uliweza kupigwa, Salah Mohsin akauseti kwa kichwa kwenda kwa Ahmed Gabir au maarufu anamuita Mido, e, ambaye aliweza kupokea ule mpira kutoka kwenye kile kichwa cha kusukuma kutoka kwa Salah Mohsin, akafanikiwa ku, fa, kuwafinya wale walinzi takriban watatu kwa gulaki la kushoto akakevu mpira ukaweza kuzama ndani ya nyavu. Kwa hiyo, ile mpira, sababu ya ile move, mpira mrefu kutokea eneo la nyuma kwenda eneo la kushambulia. Kwa mantiki hiyo, Simba wanabidi waboreshe hayo maeneo. Otherwise, sana sana nimetaja kwenye maeneo mawili ndio ya muhimu zaidi kwenye build up, wasifanye blanda, lakini kwenye mipira ya juu, especially mipira ya kona, lakini hata mipira set piece, kwa sababu mtu kama Emriel Sandawi ni mchezaji hatari sana kwenye kupiga hizo set piece ambazo zinakuwa indirect ambazo zinaweza zikashambuliwa kwa vichwa na wachezaji wa wa Al-Masry. Umeelewa? Yeah lakini mengine nimeshazungumza, mmenielewa. Wachezaji ambao wana uzoefu hapo, wakina Fakhreddin Ben Yusuf ambaye amewahi kutoa kabisa hili taji mwaka 2013 akiwa na CS Sfaxien, ambaye tuli uh, uh, ni wa Tunisia wale, of course na wali- walicheza kwenye kwenye hatua makundi na Simba Sports ah, okay, Spor Club elewa ya yeah. yeah, Fehreddin yeah. Fehreddin Ben Yusuf alicheza pale na alitoa ubingwa na msimu huo, ni kukumbusha, aliweza waliweza kutoa pia ubingwa wa ligi na aliweza kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa, Michuwa, eh, mchezaji bora wa, wa, wa mwaka yeah. Manaake kwa sababu alikuwa na performance nzuri overall, na mwaka 2015 aliweza kujiunga na FC Metz pamoja na Farjan SC na kuwa mchezaji wa tatu kihistoria, manake ni wapili kihistoria, toka mwaka 2014 walipowahi kuwa na mchezaji ambaye yali, alikuwa ni raia wa Tunisia anaitwa Ayman Demay, wa pili toka nini, ndo, yeah, ndo mchezaji mwenye hat-trick. Anakua lazima watu wabidi wajue vivitu kwenye kombe la shirikisho, so far achana na Ismail uh, Belhasemi Abdul Fattah Ismail Belhasem wa USM Aldia, ndo top scorer na mabao matano lakini hana hat-trick. Mchezaji ambaye ana hat-trick anacheza na Simba kwenye hatua ya robo finali anaitwa Fakhreddin Ben Yusuf, ndo hat-trick ya kwanza kwenye historia ya Al-Masri kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwenye hatua ya makundi maana kwenye qualification washawahi kufunga hat-trick mwaka 2019 dhidi ya Malindi FC. Umeelewa? Eh, nafikiri watu wanakumbuka hat-trick hiyo iliweza kufungwa na Mahmoud Walid Ben Said au Wadi nafkiri watu na wanabidi wajue vitu kama hivyo. Lakini vilevile vile, uh, kuna mchezaji kama Mahmud Hamada mm, amewahi kucheza nusu fainali mwaka 2020 2 20 akiwa na, na kikosi cha Pyramids ya kombe la shirikisho, lakini amewahi pia kucheza fainali ya kombe la shirikisho pia akiwa na Prami msimuwa 219 20, yani alifunga mabao mawili dhidi ya Nyimba katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi wa ligi, na labda niwaambie tu kitu kimoja yale mabao mawili katika ufunguzi, katika mechi ya kwanza ya ufunguzi wa makundi, eh, yanamfanya kuwa mchezaji wa pili wa, wa Al-Masry kufunga mabao mawili katika mchezo wa ufunguzi wa makundi toka alipofanya hivyo mwana mmoja anaitwa Ahmed Goma mwaka 2018 alipofunga UD Songo, lakini overall inakuwa mchezaji wa tatu kufunga brace kwenye mchezo wa kombe la shirikisho watu wa makundi ukijumlisha na ile uh, hatrick uh, inamaanisha brace ambayo aliwahi kufunga Agustin Amutu mwaka 2018 dhidi ya FC Noadhibu kwa hiyo huyo ni mchezaji wa pili wa kuchungwa mm. Mmenielewa kuelekea kwenye hii, huu mtanange Siyu, lakini, lakini kuna mwamba mwingine ni fundi vibaya mno mm. eh? mm. Almasri hapo. Almasri anaitwa Abdurahim Bernum. Abdurahim Bernum. Huyu jamaa kwanza ana, ana insights zote za kuwa playmaker. Ni mchezaji ambao walimsajili kutokea ESTF mm. msimu wa 2022 23 huyu jamaa ni mwa Algeria mm. lakini kama watu hawajui ni kwamba huyu ni mchezaji ambaye anaongoza kwenye ligi ya Egypt kwa kufanya successful dribbles okay. so far kwenye michuano ya Egyptian, yani okay, Premier League akiwa na successive dribbles 28, yani First, anakuwa ranked first maanake mchezaji wa kwanza kuwa na most successive dribbles kwenye Egypt yani Premier League kuliko mchezaji yeyote. Kuna wachezaji wanasifika kwa kufanya dribbles akiwemo Imam Ashour, lakini amemzidi parefu kwa sababu Imam Ashour ana successful dribbles 22. Kwa hiyo nafikiri unapata picha jinsi gani ambavyo jamaa ni fundi. Lakini kama uliangalia mchezo kati ya eh, Al-Masry na Black Bulls Maputo, bao la pili ambalo lilifungwa li na Fakhreddin Ben Yusuf, ambaye nimesema alifunga hat trick Uh, alireset yeye kwa sababu yeye ndo aliweza kupiga mpira mrefu ali switch uwanja kwenda kwa Karim Bambo kabla Karim Bambo kuweza kutoa assist kwa Fakhreddin Ben mm, Ben Yusuf. Kwa tafsiri hiyo ujamaa wasimuache, akaamua anachotaka kuamua kwa sababu ana uwezo na ana maelewano mazuri sana na Salah Mohsin. Kumbuka, nawaambia kitu kimoja Salah Mohsin bado hajafunga bao kwenye ligi kule ana mabao saba, of course, ni watatu ni wanne, manake wanne kwenye ile list ya wafungaji bora wa Premier League ikiongozwa na Imamu Ashu mabao tisa, alafu anafuata Omar Faisal wa National Bank mabao nane, ametai pamoja na Nasir Manzi mabao nane, anakuja yeye lakini huku kwenye kombe la shirikisho ndo anatafuta bao lake la kwanza. Simba watakuwa wamchunge sana Salah Mohsin, kwa sababu mwaka 2018, watu wabidi waelewe kuna mwamba anaitwa Mohamed Said Wadi, nimetoka kumtaja, alifunga hattrick dhidi ya Malindi, alienda mechi zote za makundi pasipo kufunga bao kisha akaenda kufunga mabao yote mawili katika hatua ya robo fainali, maanake e, Misri alifunga bao moja na e, kule Algeria alifunga bao moja Uh, katika skoa ile ya bao moja sufuri katika tai zote mbili, na kuwa mchezaji aliweka rekodi ya Al-Masry kuweza kushinda mechi zote mbili kwenye hatua ya robo finali kihistoria, manake baada hapo hawajawahi kushinda tena mechi zote mbili kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo yasije akajirudia ikatokea, wakamwacha Salah Mohsin ambaye anatafuta bao lake la kwanza kwenye michuano hii akapata na kuji, kuadhuru Simba kama alivyofanya Mahmud Said Wadi. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo Simba Sports Club wanapaswa kuviangalia kwa jicho la samahani. eh. nimekukatisha sio, sio kuhusiana uh, ni, na magari sijui try again anaendesha sijui gari la nini la nini. Watu wanataka kusikia vitu kama hivi kipindi hichi.